Msanii wa muziki kutokea South Africa Tyla, ni kama hapendezwi ama hafurahishwi pale ambapo midia ama watu kumfananisha na mastaa wenye majina makubwa kwa state ama sehemu yote ulimwenguni. Picha hii unayoiona hapa ni wasanii wawili tofauti, kuna Tyla, lakini kwa pembeni hapo ni Britney Spears. Na ukitazama sasa mavazi yao yani mwonekano wa Britney Spears ni picha ambayo ilipigwa mwaka elfu mbili na moja kipindi ambacho alikuwa akitumbuiza kwenye tuzo za MTV VMAs. Na mwonekano huu wa Tyla ni wa hivi karibuni, namaanisha wekend iliyopita, siku ya Jumamosi alipokuwa akitumbuiza kwenye tamasha la Coachella. Sasa mwonekano wa Tyla Vyanzo vingi vya habari kwa state waliweza kuripoti kuwa amekuwa inspired na mwonekano ambao alivalia Britney Spears kwenye picha husika kwa mwaka wa elfu mbili na moja. So ni takriban miaka sasa ishirini na nne imefuatia Tyla kuweza kuja na vazi ambalo linaonekana na ule ambao alivalia Britney Spears, mkongwe wa muziki. So hii ni taarifa ambayo ilichukua nafasi pakubwa sana, hasa kutokana kuwa kwa sasa Tyla na ushawishi mkubwa sana upande wa muziki, upande wa performance, tena kutumbuiza kwenye tamasha kubwa la Coachella. Hii iliweza kuzua gumzo, wengi wakidai kuwa ameweza kuonyesha upendo lakini pia kuheshimu kile ambacho alikuisha kukifanya Britney Spears. Sasa hiki ni kitendo ambacho hajafurahishwa nacho. Siku ya jana kupitia X alikuja kuandika hivi Tyla, kuwa alidhani kwamba huu ni ubunifu tu ambao alikuja nao hasa kwa mavazi husika ambayo alikuwa amevalia. Siwezi kuyataja ama sijaonesha kwa ukubwa, nimeweza kuziba baadhi ya maeneo na hii ni kufuatia ameweza kuonesha mwangwi wake pakubwa sana na

vina mfanano mkubwa sana. Sasa yeye anasema kwamba ni vazi ambalo alichagua kwa kuona kuwa ni sahihi, yani aliona kwamba litakuwa bora kwa pia nalo kwenye performance usika, na hakujua kama kuna comparison yote ni kamwiga msanii yote, so hapa ni kama nakanusha kumwiga Britney Spears kwenye mavazi ambayo alivalia kwa mwaka elfu mbili na moja s Dest aliweka wazi kwamba apende kufananishwa na masta mbalimbali na kuwa yote ambao amekuwa akiafanya ni ubunifu, kwa sababu anapenda kufanya kazi na watu ambao ni wapya, wana ubunifu mpya, na anaheshimu yale ambayo amekusha kufanywa na masta mbalimbali. So chochote ambacho anakifanya kwa sasa ni kitu ambacho kimebuniwa ama kimetayarishwa kwa ajili ya usasa zaidi, na huwa atazami yale ambayo amekwisha kufanywa na watu wengine hapo nyuma. Utafahamu hili alilesema kufuatia moja ya media kwenye moja interview. Tyla kufananishwa na Rihanna sa upande wa namna ambavyo amekuwa kijitengeneza uvaaji mwili wake na taswags, lakini alikanusha pia madai hayo. Hii hapa ni SNS media, audio series za kusisimua, makala za ulimwengu.